Mwanaesi naisiniaji umejiandaje na Kariakoo derby kesho majira ya saa 1 na dakika 15 usiku, kwa majira ya Afrika Mashariki, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa maarufu kwa Lupaso, ambapo Young Africans wataikaribisha Simba Sports Club katika mchezo wa raundi ya pili wa NBC Premier League. Kumbuke katika mchezo wa raundi ya kwanza wa NBC Premier League. Young Africans walifanikiwa kuifunga Simba Sports Club goli moja kwa bila goli ambalo Kevin Kijili beki wa kulia wa Simba Sports Club alijifunga katika dakika za mwisho. Simba Sports Club wataingia katika mchezo huu wakiwa na kumbukumbu -kumbu ya kupoteza dabi nne mfululizo zilizopita dhidi ya Young Africans kwa kuweka kumbukumbu sawa ukiachana na mechi ambayo Young Africans walishinda goli moja moja kwa bila, mechi ya mzunguko wa kwanza wa msimu huu wa NBC Premier League. Tukumbuke kabla ya mechi hiyo, mwaka huu pia walikutana katika nusu fainali kombe la ngao ya jamii, ambapo Young Africans walifanikiwa kuifunga Simba Sports Club goli moja kwa bila, goli ambalo lilifungwa na Maxim pia Nzengeli, pasi ya Prince Dube. Kabla mchezo huo Young Africans, katika mchezo wa mzunguko wa pili wa NBC Premier League msimu iliyopita, Young Africans walifanikiwa kuifunga Simba Sports Club magoli mawili kwa moja, magoli ambayo yalifungwa na Joseph Gede wa Young Africans pamoja na Stefano Wazizki wa Young Africans wakati goli la Simba Sports Club lilifungwa na Kib Deni Simkandaji. Mechi ya mzunguko wa kwanza wa NBC Premier League msimu uliopita Young Africans walifanikiwa kuifunga Simba Sports Club magoli matano kwa moja. Ndiyo mechi ambayo msemo wa tabulele la ulizaliwa katika mechi hiyo. Sasa kuelekea mchezo huu kuna kutunishiana misuli, uh, kati ya matajiri wawili ambao wanazifadhili timu hizi. Tajiri wa kwanza ambaye anafadhili Young Africans, GSM, ametoa donge nono la motisha kama Young Africans watafanikiwa kuifunga Simba Sports Club katika mchezo wa kesho, wakati tajiri wa Simba Sports Club Mo Dewji ametoa kiasi cha dola za Kimarekani laki tatu ambazo ni sawa na shilingi